Niko na dadangu hapa bwana Chanuo na, chianu, na mzanae, oh, kwa mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Mimi naitwa Victor Madaha Asante. Vizuri. Mtandao wako, pesa zako, Aka. Hamna Mungu tu. Ch -ch Chanuo ni mtu ana namna gani hasa anapokuwa mtaani na nini au masuala ya kuingiza? Ni wa kawaida tu, mimi ni mpole, sina hata mambo mengi mm. Kuna, kuna pengine hasa uju wako kwenye kombolela umeongeza sana vitu vingi, hata sa kuifuatilia umeongezeka pia na nini? Pengine hasa kwa kwe, hasa, wakati kombolela na kwa approach hasa ulichukuliaje uli na kila ambacho umeanza kukifanya nini unachokua? Ni kombolela ukitaja siku ya kwanza mm. Nilitafuta utamsilia ta mm. Nilipojua wewe boss ndio kanitafuta sikulala usiku, nilikuwa nafanya maombi kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa kwenye kichwa changu tangu anaanza kufanya kazi yake. Nilisema huyu ipo siku Mungu atanijalia nitafanya naye kazi, na nikawa na DM sana na DM sana kipindi niko lakini hajawahi kunijibu kwa siku. Alionipigia kelele mimi, mtu fulani, nataka uje ofisini tuzungumze kuhusu kazi, nisikia kama nakufa hiyo siku kwao. Nilizidisha maombi hiyo siku na nikawa na bado siamini mpaka siku nilipofika ofisini nikaenda kweli, nikamuona mpaka napanga naye mkataba. Yani mi nilikuwa namtafuta ili hata nifanye ukuta hata bure mm. afu ikaja da ni Mungu tu yani hiyo kazi usiongelee kwangu, imenipa vitu vingi sana mm. mm -hmm. kwa nini sini za kuhusu maswala so fani ya giza uchawi na nini, kwa nini unapewa hizo uchawi? mm. mimi uchawi sijawahi kupewa sana mm. Kwanza nauogopa mm. Ukafana kuna kitu umekiigiza kwenye, kwenye, kwenye hmm. well, hey, mm. kawaida mm. Kuna wengine wanaamini kama ni ukweli, kuna wengine hawaamini. Wajua, yu, ni ukweli hiyo kazi aamini kama wewe ndio unaandika ile story Yeah. Ni, ni sini gani ambayo ulipewa tokio anza kuiga kwenye kombolela ambayo uliona kwa kusema hii mm. sasa hii noma ilikuwa ipi? Si ni nyoka. Mhm. Mm -hmm. Ah, yeah. Ilikuwa ni ngumu sana kwangu kwa, kwa sababu huyo mdudu namuogopa sana. Ah, yeah. Achana, acha na kumuogopa tu si yani si mm. Mpendi sio kitu changu yani. Mhm, mm, yani se, hata nikiona kwenye TV vipi wanangu wameweka mimi naondoka hiyo sehemu kwenye kipindi cha wanyama. Alikuwa nyoka ukweli? Yeah. Ah kumbe. Cool. Mm, kwa ni kama ni wabaridi sana. Kwao, ah. Yeah, kwa sisi nilitakiwa nimbebe ila nikashindwa kwa sababu nilishiwa nguvu sana. Mm. <laughs> Kwa hiyo ikabidi tu ambebe binti msume. Mm. <laughs> <laughs> Yeah, ila tunachoshukuru Mungu ilisha salama kwa sababu ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. <laughs> Yeah. Okay, uh, nimeona ni pia sasa hivi nilimwona niliko, tu ndamana alikuposti, ongera bwana. Mmefikia wapi sasa hivi? Na ukaribu wako na yeye ukoje sasa hivi? Tupo. Sasa tumeamua kufanya vitu chini chini. Mbona imeshapita? Imeshamaliza kumbe. Mm. Ndiyo hiyo ya chini chini, labda labda ukumbini na nini? Au ya chini chini? Ando yoyo, chini chini tumeishi hapo wakawaida tu mpole, ajiheshimu, napenda sana mi. Ni Mungu ndo ndo anazoniletea hizo kiukweli, sie mnafiki eh, mm. <tuhi> mke mwenzako, kwa nini unaninae i? yeah. nanaonana na mume wake sio, mtambulishe kidogo pia, kwa labda kuna wajukuu, watoto dogo, kwa miaka hii umtambulishe mwanzi, mke mdogo, sio kweli. Na nini kweli usanii nanini, ajaasema kwamba ana chanu katoka kwa msanii kaenda tena kwa msanii watezana. Sasa si ndio riziki Mungu anazonipa, ni friends tu pe ah. Ndugu yangu yeah. Siwezi watu kuongea wanaongea. Yani, hata kama ningekuwa ninaolewa na padri, yeah. bado wangeongea, wenda kumharibu padri. Kwa hiyo wabongo, watu wa waswahili awaelewage kwao. Bora ufanye kitu ambacho unaona we kinakupa sana amani sure. mm-hmm. Uh, kwako unamwambiaje? Je, hasa Tunda huko aliko? Oh, nampenda na sana yeah. mm mwanaume mkul, bora kuliko wote mm, bora kuliko wote bado. Kama nitakuwa na mwingine huko nikiolewa, mbele anaje? heshima inasemekana <laughs> mm, yeah. mm. kwamba mwanaume ambaye ulipata naye watoto, kwa maana Madebe ni kama ameshindwa ku move on, ama wewe au yeye mmoja, ni anasemekana ameshindwa ku move on. Hivi kuna ukweli katika hilo uh, unanionaje? yeah? uh, uh, kama yeye kidogo me, short maneno hivyo sijui wanalichochea tu, ongea ongea. Unajua ninachokozwa sana kwa unajikaza, ni mwanamke na roho ndogo, yani usitake kuongea mambo tu ya kibinadamu. Kwene ubinadamu kuna kugombana, yeah. kwao kugombana, mkishindwana mm kumpatia kile kipigo mpaka leo bado kinakuuma. Kipigo gani? Sema gato kwamba wewe alimpigaga sijui mwenzake, maana anachukia mpaka leo, hako mwanamume mwanamume, akikupiga kwa kweli, ndio Inategemea, mimi napenda kupigwa ndio naona napendwa. Sina via? Eh, kwa nikipata hata hivyo mtu aliopoza, apoza. E, sio sana kudumu naye. Mimi nataka mtu chakalama akijisimia kuliko nongea. Unanielewa hizo? Eh e, anaona ya mapenzi yangu ndio anakuwa sawa eh. Kijana mashati. Eh, yani nipigwe pigwe tu. Kuna muda natamanige kupigwa kikweli. Kweli? Eh, nachokozaga mwenye maksudi. Sina via? Kweli. Wale wanaume romantic wale na nini? Sio sana siwapendi sana. Napenda mtu mbabe. Unanisikia? Eh e, yani mtu ananiongoza. Nikiongelea babe ni mtu ambaye anaweza kuniambia mimi naweza nikataka kwenda yani, hmm. Ila kwa mwaka huu nikiambia, nitaje wasanii watatu bora wa kike kujiweka ni sawa, naanza kujitoa mimi mmoja wapo wa pili Pili. mwa dawa nah. basi nipe wa nne watatu wa Amina. Amina, Amina vikoba siwa ah, wa nne yeah. so... Mashafu kwa sababu ndio naona ni bora kwangu nichague bora. Sasa sioni mtu ambaye na compare na wao, alinipa wakati mgumu sana kwenye kucheza nao kwa sababu wote tuko juu sana, unaelewa kila mtu ana mwamba wake mm kyo nipango pangumoa wengine siwezi kuwazungumzia, sijakutana nao. Unajua uzuri wa mtu ukutane naye uone, huyu mimi ananimudu au ananimudu. Kwao no tulo mpaka kuja kukua sawa hivi, kucheza sehemu moja, tukaelewana ilikuwa no, mm. Lam, so ni ngumu kwa sababu watu wana vipaji sana. La mwisho, swali langu sasa hivi kuna tamsini nyingi ambazo zinafanya vizuri sana na zina mtindo ule, ule wa uswahili. Kwa mfano dunia ukiangalia, uh, kwa na tamsini zake zinazokuja nazo sana zile uh, kuna wengine wanasema kwamba anaweza kuishindanisha na kuombolela hivi, ni sahihi ukiweza kuzifanya hivyo sio sahihi. Namba mmoja kwa huko YouTube kila watu na kipengele chao eh. Eh ila kwa sisi kiukweli, hatuna mpinzani jamani, hey. ha? msiwe tu anapi jamani, temkaka hey. hatuna mpinzani, mpinzani. Hey. kujitamba wala hatuna mambo mengi, na tuko simple tu, hatutaki hey. kama tunataka ukisikia yani. hmm. Okay, mtu kwenye tamthilia anatamba sana ina maana nini, au ndo wewe unatokea siku zote, kazi iongee, sio maneno kwa sisi tunaonyesha sana kazi kuliko maneno, sisi sio vitu vyetu kuongea sana na bosi wetu hajatufunza kwenye misingi hizo. Nimeziona baada ya ule ujumbe wangu, walijisikiaje? Mimi nimeona ni mambo yao ambayo Ah, hayanihusu mnalokatazwa hivyo. Kwa sisi wasanii hatukuna lokatazwa kiukweli, tusio wanafiki yeah. Mimi ni mzazi nimeza hajamkataza mtu kufanya interview nikaongea tu tu, unajua ni maisha bana. Sauti sasa hivi zinaeditiwa babangu yeah, mambo ni mengi yeah. Yeah. Kwa unaweza uka, ukafungwa kumbe kitu sicho yeah. Yeah.

kwa nini kwa mara nyingine? wakati anaoji hey. mtu mara moja hey. alikuja, hey. mm. kuna watu wengine, watu wa oh wengi bado hawaoji wengine. Kwa mimi tushamalizana, ndugu yangu, na anajua nawapenda e. hey. sana, uendelee kunifuatilia kunifuatilia, kwa sababu wao bila mimi sio chochote mimi bila wao So chochote, kwa endelee kufuatilia sana kazi zangu, wanisapoti bado. Haya, baby.